Wanawake hawana huruma pamoja na pesa yako uliyopata kwa kutwanga matofali, anataka yote. Mshahara wako ambao anajua kabisa una mke, una watoto anataka mshahara wote. Wakati mwingine niliwaambia nenye malaya, wakati mwingine mwage na kahuruma kwa mbali. Huyo mwanaume kweli umempata, ni mume wa mtu huyo, ni buzi lako ndo linakulipia pango la nyumba linakulipia kitu gani linafanya kila kitu lakini, na wewe angarau wake na ka, ka, huruma kwa mbali kwamba huyu ni mume wa mtu. Anapoleta mshahara wote muulize, mwenzangu, umemwachia ngapi? Maana yuko mume wako mke wako, mimi ni jambazi tu. Yuko naye kufulia nguo na kukolelea watoto, anafanya kila kitu. Mimi ni jambazi tu, nigawie kidogo mimi jambazi, zingine mpelekee dada. Unajua <laughs> kuna wanaume akipenda mahali anakuwa kama zezeta anakua kama zezeta, anaitika tu ha, ha, ha. E, mshara wote naleta naleta naleta naleta, na mwezi ujao, na wenyewe hata ule mwingine naleta. Sasa ngarau uuo unasema huyu tayari tayari tayari, acha kwanza zezeta, mabia pana, mbona mnenipa nyingi? Mpelekee dada. Sasa wewe bado naanza maisha umalaya hapo hapo, sijui vilevi hapo hapo, alafu nataka kuendelea. Unafikiri wanawake watakuonea huruma? Kwa sababu pesa za mama hazijawahi kuhesabiwa sehemu ya familia. Hawa viumbe sijui wakoje, yani viumbe hawa sijui wakoje. Pesa yao ni ya kwao, ya baba ya familia, akiwemo na yeye mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa kukujengea uwezo wa kufanya zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.